Wacha onge mwenye mlikuwa mnapigiana simu ulikuwa, tulikuwa kama so, saa hii yenye iko hivi na kufurahisha, si ndio? Kula kiburi yako basi, umekuwa tu ni pesa tu unataka. Sunge niambia, sungeniambia tu na nani sasa Unajua wakati ambapo tunasema tunajaribu kukuwa serious alikupatia zawadi tunaita mkufu eh? Wait. Umejuaje? I don't want peace. I want peace. Problems always. Uh, hello people maunampaka ma kawaida so guys, napenda sana thank you for your support, by the way and thank you for my loyal uh, clients uh, so ina fit anybody mbamba jiko na kamba ndani so like so so is not feeling well uno. Mm, she's sick. Mambo ni mengi, mambo ni magumu.

Uh, sure, Fred? Uh, yeah. Uh, mm-hmm. Yes. Oh, uko sawa sai, mi sai sina maneno na sina maneno na yeye yeah. Mi nimeshamsamehe yeah, do you, do you, do you anything na mm, sina grudge yote, lakini nikipata tena asidhani kanda msamea, yeah, because yes, yana sahau kidogo ni mbishi naona, yeah. Like, ako ya ako baridi baridi ako moto moto saa yaeleweki, but for now sina grudge na yeye yeah. Mm. <laughs> Unajua, napenda kuzungumza wakati nimesimama, na leo nimesimama. Unajua, mambo sio mazuri wala mepesi, wala kuna watu ambao hawatawahi jifunza katika maisha, na kuna watu watabakia tu kuwa tunawaita magugu katika maisha ya watu ambao wanaishi huyu. Unakumbuka vizuri ni mimi ambaye nilimwonea huruma nikamponya kwa kusudi. Kuna watu hawajifunzi wakati huyu, namhurumia najua hapa, mnamwona ako sawa, huyu namuona ako sawa pia. Kami hapa, najua devu yuko sawa, kema amekuja nimponye, ntamponya. Lakini unajua kuponya, lazima tuanze na kiini saya, tujue kilianzia wapi, kakuja wapi, kafika wapi, hmm, ndipo tuweze kuponya. Lakini devu, najua mi napenda wana ambao wanazungumza ukweli. Devu, hmm, kuna chochote unaweza kueleza kumuhusu Kami? Ama nitaeleza mwenyewe. Naweza chagua njia moja. Kumbuka, njia nyepesi ni ya wewe kueleza. Njia ambayo sio nyepesi ni ya mimi kueleza, ambayo itakugharimu zaidi. Kuna chochote ambacho ungependa kuambia watu kabla nami sijazungumza? Uh, <coughs> ile wakati wenye uliniponya ile siku nyingine ndege ya Katari, watu wa Katari ndio wanafika Kenya ile, ile, ile siku nyingine nilisema ile wakati uliniponya nilisema, uliweza kuniuliza ni akina nani wenye waliweza kunifanya nikakuwa vile nilikuwa mm. uh, ama wenye walifanya nika kidnap hiyo. Tunaelewa, huyu ndugu yangu, namwambia tunaelewa unachokizungumza sio kigeni. Kuna hiki kipya chenye ujasema hata masi akijui, ndiposa nataka ukiongee. Unajua, kwanza Najua mmeuliza tu Fredi kama ako sawa, na ndugu yake Fredi mm. amesema ako sawa. Mimi mm. eh, kusema tu kweli, hajataka adi kunisikiza. Unaona, hata ajaniongelesha, aja hata, ajaomba msamaha. Oh, yani hata ajaonyesha ya ko, ko, ile mm. tu ati bradhe, nilikosea. Unaona, mm. na feel vibaya sana, na feel tu, yani niko down usiofu like, najua nikishughulika leo ambacho nashughulikia tutarejelea yako daktari. Kwa hivyo kuna kigeni ama utaki ukisema? uh, mimi nilishasema kwamba, kwa, kwa hivyo hauna kingine? Kingine? Ah, uh, mimi sasa sina kingine. Yote. Sasa kuja kuponya. Haina shida. Mm, sina kitu kingine. Acha nikuulize swali ambalo ni la haraka haraka. Nini ambao unayo katika mfuko wako? Mfuko? mimi nina simu peke yake. Mara ya pili una nini kwa mfuko? Sina si ki kwa hivyo unasema una chochote kwenye Aa, mimi, daktari, nimesema sina chochote. Kitu ambacho niko nacho kwa mfuko mm, na na na na yes. Ni yani? mm. oh. Ni simu na hewa. Haya, Kenii, ulikubali kukutana na huyu. So daktari uh, after um, bibi yake me, ameko sana nini, ameenda, he called me, baadaye tukatane. Baada akaniambia nataka tukatane vitoko, huyo alikupigia huyo so nikamuza, like, tunaongelelea nini? Na tumeshaongelea kila like, kitu, tuna vituenye tulikuwa na vitu ziko venye ziko mm. So he told me about oo, akaniambia, ah, ni, ni kitu tu ya familia <coughs> mm. na si lazima like masi akue na wewe and everyone. Mm. Nikambia, it's okay since vitu ziko venye ziko, let's make peace, let me come na mzee make peace na definition yaongea, since yesiku muoshani tukatusiana m so, so, so, wa, nashangaa wakati sisi Fredy tumekonga tukitafuta kami huyu amekuwa. Najua penye yako ni mashemejinaomba mpe time kisha alikwa hivo. Ni yeye alikupigia simu ukaenda kwake? And he said he had a gift gift for me, o, alinipea ene alinipea natukaongea tukashana vitu zikiwa sawa. si ameniuliza oh, gift ah, mm. yeah. si yes. yes, kanaumwa si kwa hivyo alikupatia zawadi mm. tunaita mkufu eh? Wait. Umejuaje? Siwe na shaka. Alikupatia well, necklace.

Mchana nayoala na hii unaweza, na na hii. <laughs> <Director. laughs> unaweza penduka hivi, tazama hapo direkta, tazama hapo. Unajua, wakati ambapo tunasema tunajaribu kukuwa serious, kuna vitu ingine inakuja kipumbavu sana. Sasa hii Kami, umekuwa mke wa huyu, umekutana na huyu, amekupa mambo yake Unajua na niagani na, na wewe. No, but he just wanted, okay he, he, wanted. Acha niongee kizungu ndo uelewe. Hii hapa, nikueleze mahali ambapo ilitoka. Wewe, unaweza eleza ulitoa wapi sababu huku kununua tunajua wote. No, yeye ndo akununua, ulitoa wapi? Au kunono na sasa ishakuwa topic. Mimi hata sielewi, huyu naye anakuwa na mdomo zaidi. Wacha nikueleze, unasema yes. Alikupa na good intention. Hizi vitu ambazo zilikuwa zimeanza kutokea wakati ulitoa hii siviliacha kutoka good intention hapo iko wapi? Hizo ni bad coincidence. Coincidence. Coincidence. Wait. That is bad coincidence. Yeah, bad you, you will get it. We are going there. Bad coincidence. Nyamaza. Hiyo alikupatia shingo ikiwa ya ngozi ulikuwa umenipea. Unawazimu, nasikiza anavyozungumza unawazimu na hiyo kaivaa, ndo maana nilichukua. Ulitaka sana uivae tena, ya nilitafuta sikuipata, nikasema pengine nimepata, nilipata tu mahali ambapo nilikuwa ikanifikia, so, ni ya kiuchawi hiyo, alipewa na mama yake, yani kami aenda ongeza katika kami. Nani alikutumwa tena? Na nani sasa? Nimetumwa na nani? Ngoja

aje wewe, ulikuwa na infection yako ya ngozi yenye ulikuwa ulikuwa umenipea umenipea na mimi infection hii. Chain sasa kuivaa, ndio sasa daktari hapa anaharibu. Alikupa unileta, ndio nini ifanyike? Nikufe fanyike tena ama? Tulia, amesema. How may I explain that, let me explain, msichana hii Hmm. Sunaona so ati si, ni kujikuna kwa shingo peke yake. We mwenyewe unajisi mdhaifu. Amefura hapa daktari, yeah, na, yeah. yeah. na unajua kuna na ingekuwa kubwa, zingejaa huku kubwa kubwa, hii ili <laughs> kuwa imekuandaa vizuri sana kuenda za yuni, hatungekuwa na wewe kwa muda mfupi sana merogketi ndakutetea uko na wewe. hmm. Daktari unaharibu maneno amefanya, amefanya hmm. vibayahuyu hmm. yeah. anauliza, yeah, anauliza anauliza, alifanya hiyo for what? Acha nikuonyeshe for what, nikuonyeshe. Ulisema una kitu mfukoni. Keti vizuri. Hata si madawa masi si madawa Unaona venye ametulia yani anawasema wafanya kazi yako daktari. Jesus. Angalia hapa. Pesa. Na unajua <coughs> ni jasho ya Fredi. Yaani all along umekuwa tu ni pesa tu unataka, si ungeniambia, ah, si ungeniambia tu ni pesa unataka hapo. Daktari, na, ni pesa hey. Utaguza usijali, ni pesa sieti, ni, ni, ni pesa, naomba nieleze. Sasa unajua, naweza shangaa mbona jatumia, wakati mimi naona kitu hata nikiwa mbali, hii huyu nikampa atatumia lakini huyu amezunguka na hii pesa tangu mkiwa, na yeye alikuwa nayo kwenye mfuko. Wewe uliziona siku tulipatana, ehe, uliziona okay. Pesa nazo ni za kazi yako ikamilike, alikuwa ashapewa down payment hii. La, lakini mbona maroze fanya hivyo? Ama unajua uponya Rose daktari anafanya hivyo? Oh, ya yani ionekane ya, ah. Kile kilichoendelea kati yake na Kami hakuhusika hivi Kiini kikubwa ni kuzidi swali moja, kubali kutumika kuwagombanisha na ionekane. Lakini sasa, wacha nikuulize tu, sawa. Huyu wewe ukimtazama hivi, ungejiuliza ulishawishika aje akaweza kuvisha huu mkufu

And it makes him happy. Yaki bro, sio yako ni yake huyu. wow, wow, wow. Mm. kwa hivyo basi Ma <laughs> ata yeah, kama utamaliza, ila mimi nakuomba ku... na kuom... na kuomba kitu moja, huyu ni wachie sababu hapa tunakuwa na kitu ambayo ni mazoea. hmm. Uh, ushawai jikuna wewe, imajini last time hmm. tukakutetea hmm. kwa daktari tukakutetea, hey. kwa daktari ya kuponye. Wala usiofu, you went behind us. Usiofu. niko na yeye lakini nyinyi wawili ingawaja, mtagombana, kumbukeni mambo yenyu ulivyowaambia, mtagombana kila kitu, ila hamtakuwa pamoja. Hamtakuwa pamoja. Nitaweleza sababu sababu, sio ambayo mm, nyi mnaizungumza kwa hasira mkisema, na pia usiongeleshe bradha angu. Hivo taimi yenye mlienda kupatana, tukukua atukukua, mnaweza ongea, you can talk, venyee mlivalishana hadi mkavalishana chain Nataka kuanza hapa, nataka nikueleze jambo. We bado ni kijana mdogo sana, hujafika hata kuwa na wajukuu. Nafanya hivi kukusaidia, na wakati ambapo utashika adabu yako mara hii, mwenyewe utarudi laini na utapona mwenyewe, mimi sitakuwepo. Lakini kinachoniudhi na kunishangaza zaidi, unatoka katika makosa kwenda kwa makosa. Tutoke mwanzo, tukumbuke kilichotokea hadi wa sasa. Mke wako ambaye alikuwa na yeye pia alienda akakucheza kwingine. Kitu kingine, umekuwa ukitumika na hiyo familia mpaka kiwango ukafikia kwa kuja ukapata watoto na ambaye sasa alikuwa mke wake Fredi, tunazungumzia harusi. Kitu cha pili, umetumika tumika na hiyo familia ukamteka nyara Bobi. Hauoni kichochote kizito hapo kinachokumotivate? Ni kile kidogo unapewa wakati mwingine huyu mpaka analipwa na ngono anapiga chapo, ili tu afanye kile ambacho anataka. Niulize wewe, yaani wewe unajaribiwa na ngono, wewe hukuinji wanasema? Ama wacha nizungumzie jinsi ambavyo tunaweza ingia kwa Biblia kidogo hmm? Usijaribiwe, don't be tempted. Lakini wewe ni nani, anakuja hapa anakuambia fanya, irudi. Do you know hii ndio mara ya kwanza huyu analipwa pesa tangu aanze yeah, kufanya maovu, lakini sasa ililipwa sababu kibarua kilikuwa kigumu kumwangamiza Kamila, na kama daktari alimanaji kumieka hivi mavitu na kwa hizo chain, mbona alishindwa kuniua? hata angeniwa kila kitu uishu. management ya kwanza ambaye alifaulu kumbuka, alifaulu kukuita kakuja, akafaulu kukuvalisha ule mkufu, na sasa anatia zaidi mpaka chuki inaendelea kukua kwa upande wa Fredi zaidi. Tutapona sikatai, tutapona, shingo itarudi sawa, ila huyu hapa niko na yeye. Unaona leo nitakuacha, ila sio kwa amani, sio kwa amani hata kidogo. Nikuja hapa kwa Bobi. Bobi, sijui kama Kamia aliweza kukusamea sini sijui kama aliweza kukusamea. Tuliachana mara ya mwisho nikakwambia vipi, ni bidii yako na jukumu yako kuangalisha Kamila aweze kukusamea kutoka kwa roho yake. Daktari, tumemtafuta hizo si amekwanga, amepotea. Tumekutafuta, tumekutafuta, tumekutafuta, tumekutafuta, tumekutafuta. Tumekutafuta hata kujifanya. So, umesema tumekutafuta wapi? Hata kujifanya ulinitafuta wapi? Oh, imesema yeah. Bobby not you. Bobby ulinitafuta wapi Bobby? Well, hata nilikuwa nimedisapia, ulisema tu ulinitafuta Ulinitafuta wapi? Tumekutafuta. Asifi ukia. Tumekutafuta everywhere. Tukakuja ah, tukatana na yeye yakea kama alienda kanyamaza, wakapatana, wakavalishana chain bila sisi kujua. So kumeskia, alijua. Kitu yenye iko na yeye hata ile ile nataka. Si alikuwa na time ya kupigiana na yeye simu. Sisi tukimpigia hatumpati. The number you are calling is busy. Means hatuwezi jua mbona hiyo ndio ah, yeah, akili enye natumianga daktari, tulikutafuta, bona sisi tumekuwa tukikupigia haipatikani ni kama uelewe kazi zikitokea huko, kila siku anza kuenda vibaya, nikaanza kugonjeka, cheni imedisappear, nimerudi vizuri. Haungetafuta, au si yenye ulienda haungetafuta kama sisi tulimane tukaita daktari tukamweka chini atusaidie, nimeanza kurudi form hiyo chaina alipewa jana na hiyo hiyo jana hiyo yeah. Mm. hiyo jana ilikuwa na mambo mengi <tosawa>. Okay. Najua masi kusema ukweli <coughs> alikuwa mgonjwa huyu hapo, anaongea ukweli, ila jana wakati huyo aliingilia, ndio mambo mengi yaliweza kutokea mpaka kuchangia <tose tose> mtu ambayo imetokea kwa shida pesa wenyewe <coughs>

Sikiza Fredi, skiza. Kitu cha kwanza natamani umuelewe, ni mwanadada. Kitu kingine elewa, kila ambacho anapitia. hamjakuwa na wakati mwema na yeye Zika safe, bro. Karibu kila wakati mkionana ni vita na majibizano na kutishiana. huyu alipomwita a kuenda kwa sababu kupenda kwake, alitumwa na yule mama mshirikina akamwambia, we tangulia, mi nafanya mambo yangu huku nyuma. Phone call moja na simu anasema alipoteza, alirenew laini, kweli si kweli? Kweli daktari, wakati yule alimpigia akampata, wakaweza kupatana. Wao kushinda sana jana, ila walishinda kwa wakati fulani. Ikumbuke wakati ambapo tuliachana naye, devu alikuwa ameingia laini, ako sawa. Baada ya hapo tu akapata kibarua kingine. Takuja, asa kwanza kumwamaliza huyu mwanadada. Yaani, wewe tukutetee, utibiwe. You went behind us yenye yani, the time tulikuwa na wewe tukitafuta ya kami, unajifanya all along ujui penye yako. Onyesha watu mkufu wako ano, alafu umekoma mm. una, una, ebu, ebu, ebu mkufu. Ndo niko so, na mashida chain hii. Na ina nguvu, yule mama ni hatari, nikakupa ushike Fredi, itakumaliza taka mm. kuelewa hii ina nguvu gani eh? <laughs> hauelewi eh? Hii ina nguvu hii.

ujui kwani wakati ulikuwa unapea na hiyo chain kibro, na hiyo okay. Eh? Basi kwa hivyo huyu sijui tutampata wapi mara nyingine, sababu ako wapi? Fredi, Fredi, njoo hapa, kuja hapa nikueleze. <coughs> Darekta, wachana <coughs> na yule <yudhi>. Wachana <coughs> na yeye. Fredi yule mlimpata wapi mara ya mwisho mlikuja na yeye? huko ndo penye atapatikana pia, kwa hivyo mtakuwa mnamtembelea polepole polepole, ila wewe ukiwa unaweza, mpigie mama yako mwambie, habari uliipata eh? Mwambie Fredi, kama unaweza pata mama yako, mama mkwe bado ni mama mkwe kumbuka. Pigia ye simu, mwambie kazi ambayo ulitumana imefanyika vizuri, umwambia hata down payment unayo, hmm. Naomba ili ulitoe masi. Ila kabla sijaondoka nisisahau wawili hawa hmm. Nataka warudi kuongea kawaida hmm. Oh, ni kulingana na nyinyi wenyewe. Mi nitaondoka wala sitaenda huku ambapo wameenda. Oh, so guys, sogahizia mi nimalize ssau. Nauza manguo nauza kama hizi

wacha aende, at least doo zako zimerudinye. So unafikiria tu ni pesa? Hapana, si do? Unaona mi namwekea bado tu ni mali yake, unaona hii kwanza ndo mali yake yenye, unaona ni yake yenye amekuwa ana tafuta anadizarve. Unaona kama mi najua tatulia tu sahii ako na mapresha hey, lakini hizi do zote manibroa e